Kila mwanamke mara nyingi chango hukamata, lakini pia kila mwanaume mara nyingi hukamatwa na ngiri. Na leo tutazungumzia upande wa hapo. Kifupi, ngiri inasababisha mtu kupata matatizo ya busha. Ngiri, kuna ngiri ya juu na kuna ngiri ya chini. Kuna mtu mawingu ya kija huo linemuma sana na saajiune niuna vimbo huku chini au zinabana, yule ni mnyama ni ngiri hiri maji, na kwa kweli ni uungu ambao unaenda bana. Kwenye ngiri ya juu ni yule ambaye baadhi ya wakati tumbo linamkamata kwenye kutoku, na likimshika huyo atembee. Sasa yule anayeumwa na tumbo kwenye kitovu, hatuwezi kusema kuna ngiri nzuri, lakini hii nafuu kwa sababu haitoi busha. Busha ni kile kitendo cha mtu korodani yake kuvimba, lakini baadaye yakaleta matatizo mpaka ya prostate cancer, ena yanaweza akavimba pembeni kwenye mshipa au kiume chake kikaingia ndani na mfano wa kitu sasa basi eh, almuhimu kuna dawa nzuri za aina mbili. Watu wengi wamezoea dawa za kimajini, ni dawa za ufundi, ukweli zinasaidia, lakini zina athari ya kutumiza ruto kama figo maini na mfano. Kuna dawa mpya mbili, ambayo dawa ya mwanzo imeita bariki wa hatiji mmoya barijin wahashijin moya, viti hivi vinasumbua kidogo eh, barijin wahashijin moya ni dawa nzuri mno ya tezi dume, kuondosha kukojoa mara kwa mara, kutoa makovu njia ya mkojo, kuzibua mkojo uliozimba, kuongeza nguvu na hisia kwa mume, kutibu henia na ngiri maji busha hutibu homa pia, malaria, typhoid, uchovu na UTI, lakini pia kutibu ugonjwa kiume na uchovu wa mwili. Matumizi ya dawa kama hii, kunywa nusu kikombe cha chai kutwa mara tatu, inshallah, kutegemea Allah utapoa. Lakini hii inaandamana na dawa nyingine ya asali au iliyochanganywa na asali. Dawa hii imesaidia matatizo ya prostate sana. Hii inaitwa barikin wahashijin asali. Hii ya kwanza ni barikin wahashijin moja, lakini hii ya pili ni barikin wahashijin asali, ndio dawa nzuri ya tezi dume, kutibu ungufu wa hisia kwa mume. So hiyo ni sosi kubwa sana hutibu tezi dume, henia ya ngiri maji, busha. Hutibu mgongo, kiuno na uchomo mwilini, huongeza homoni, hisia kali na uzazi, huzalisha dambesume kwa haraka, ukawiza tendo la ndoa. Shehe anasema matumizi, kijiko cha chai kutwa mara tatu, machota kwa amakunya. Kwa hiyo dawa hizi uchanganye na chochote unazinywa kama zilivyo popote ulipo, kwa matatizo ya ngiri maji na hata mambo ya ta kiume na hata homa. Ukiwa na haya matatizo haya popote ulipo, zis dawa mbili hizi zilizokuwa na bei nafuu na zenye ufanisi mzuri, ambayo ya kwanza ni bariki wa hashiki moya wa wahashiin hasan muhimu mpeana amtamsi. Najua kwenye kioo cha simu itaekewa nambari, lakini na mimi nikuongezee na ziada. Hapa nina namba kadha wa kadhaa na namba a, namba a ina namba nyingi ndani yake, nafikiri ushaziona tunasema so kwe kwa kweki kioo chako cha simu penginepo, zinaenda kwa haraka. Baada ya kuipata namba namba b, upate mawasiliano. Namba hizi ndio original za shehe lako za mpenzi wako Othman Michael, lakini pia sanjari na hayo niko na namba s basi bila shaka umeiona. Baraka Allahu fik. Kwa wale wanaotumia muamala wa simu ili apate bidhaa yake, kwenye miamala huwa inatokea jina la ukoo wa Uthmani kupaza. Unaweza ukashangazwa na hilo, lakini asili yake ni Uthmani maiko kupaza. Lakini pia nabadili nikuongezee, baraka Allahu fik waji mutakami aridi eletonia anwani cha kwanza, sisi tupo Tanzania Buguruni rosana. Tupo nchi ya Tanzania mkoa wa Dar es Salaam, wilaya ya Ilala, Buguruni rosana uta miijena, sio sehemu wakupotea popote, ulipo tupo ukiwa mbali, delivery tunafanya ndani ya Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam, ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, lakini delivery yoyote itakuwa ni yako. Baada ya kuyasema hayo niseme, siku zote tuko kazini na huduma zetu nyingine zinaendelea, na dawa mbalimbali, lakini hasatan mama wa tiba zetu miliwaa na anduau wala ibada baombe ndo ibada